Mimi ni Roy. Najua unapitia kipindi kigumu sana sasa hivi. Moyo unavuja damu na unajiuliza hivi, hakujua thamani yangu? Unataka ajutie uamuzi wake wa, wa kukuacha. Unataka ahisi maumivu unayohisi, na unataka aone kwamba alifanya kosa kubwa sana kukupoteza. Atajutia kukuacha. Ukifanya hivi, atajutia kuachana na wewe, na nakwambia, ataomba msamaha kurudi. Lakini kabla hatujamfanya ajute Tafadhali gonga like, bonyeza subscribe, na niandikia hapo chini kwenye comment unatazama video hii ukiwa wapi. Sikiliza kwa makini. Alipokupoteza, alipoteza mwanamke shupavu. Alipoteza mtu aliyempenda kwa dhati, aliyemvumilia, aliyempa kila kitu ambacho mwanamume anatamani. Na mimi nina hasira kwa niaba yako, kwa sababu najua umetoa jasho na machozi kwa ajili ya mtu asiye na shukrani. Umempa miaka yako. Umempa uzuri wako, umempa uaminifu wako, na mwisho wa siku amekulipa kwa mateke na kukuacha kama takataka taka. Inauma, inauma sana, na nakuelewa. Unataka awe na uhakika kwamba amepoteza dhahabu. Unataka akose usingizi akifikiria jinsi alivyokuwa mjinga. Nitakupa majibu uliyokuja kuyatafuta, lakini niko real na wewe. Sitaki ufanye hivi ili tuarudi akutese tena. Nataka ufanye hivi ili upate amani yako na utambue kuwa wewe ni malkia ambaye hapaswi kuchezewa. Jambo la kwanza, anza kuishi maisha yako kwa furaha na acha kabisa kutafuta huruma. Hii inauniumiza nikiona wanawake wengi baada ya kuachwa wanaanza kuonyesha udhaifu. Unaanza kuposti picha za kulia, unaposti nyimbo za huzuni, unaweka status za WhatsApp zinazoonyesha jinsi unavyoteseka. Unafikiri nini? Unafikiri akiona unateseka atapata huruma na kurudi? Hapana, unachofanya ni kumfanya ajione yeye ni Mungu kwako. Anajisikia mshindi, kwa sababu anaona maisha yako yamesimama kwa sababu yake. Hiyo ni sumu. Acha kucheza karata ya huruma. Huruma hairudishi mapenzi ya kweli, inaleta tu dharau. Mwanaume anayetaka kuondoka akikuona unalia anajisikia fahari kwamba ana nguvu ya kukuumiza. Badala yake, fanya kinyume, anza kucheza, anza kucheka, hata kama moyo unapasuka, usimpe faida ya kuona maumivu yako. Hakuna kitu kinamuuma mwanaume kama kumuona mwanamke mwana aliyemwacha anacheka na kufurahia maisha kuliko wakati walipokuwa pamoja. Inamfanya achanganyikiwe, anaanza kujiuliza, hivi huyu mwanamke hakuwa ananipenda mwana, mbona ana furaha hivi? Hapo ndipo mbegu ya majuto inapoanza kupandwa. Alitegemea kukuona umechakaa, badala yake anakuona unastawi. Jambo la pili, anza kujijali kimwili kwa kiwango cha juu sana. Nasema up your game. Inawezekana ukiwa naye ulijisahau, uliacha kwenda gym, uliacha kujipamba kwa sababu uliwekeza nguvu zote kwake. Sasa chukua hiyo nguvu na irudishe kwako. Kama unaweza, nenda gym, kaza mwili wako, badilisha mwonekano wako wa nywele, vaa nguo zinazokutoa vizuri. Mwanaume ni kiumbe wa kuona. Siku akikutana na wewe barabarani au akiona picha yako mpya, nataka apigwe na butwa, nataka apate ile hali ya damn, nilikuwa nawaza nini kumwacha huyu mwanamke lakini sikiliza, fanya hivi kwa ajili yako. Kula vizuri, kunywa maji mengi, lala vizuri. Inaniumiza kuona unakosa usingizi kwa ajili ya mwanaume anayekoroma kwa amani huko aliko. Ukijijali kimwili, afya yako ya akili itaimarika. Ukijitazama kwenye kio na kuona mwanamke mrembo na mwenye nguvu, kile kichefuchefu cha kuachwa kitaanza kuondoka. Na hapo ndipo atakapoomba msamaha kurudi, kwa sababu amegundua kwamba ameacha almasi iliyokuwa inang'aa zaidi baada ya yeye kuondoka. Jambo la tatu ambalo ni lazima ulifanye, na hapa ndipo wanawake wengi wanafeli. Mnyime attention yako kabisa. Kata mawasiliano yote. Inanichefua kuona mwanamke aliyeachwa bado anatumia fake account kuchungulia profile ya ex wake. Unafanya nini? Unatafuta nini? Unataka uone ameposti mwanamke mwingine ili uumie zaidi? Acha ujinga huo. Mnyime hiyo nguvu. Usichungulie WhatsApp yake, usitume meseji za vipi hali, na muhimu zaidi, usiulize rafiki zake au ndugu zake habari zake Unapouliza habari zake, maneno yatamfikia tu, na akisikia bado unamfuatilia anajua bado anakushikilia kwenye kiganja chake. Anajua akipuliza filimbi tu unarudi mbio. Hapo hawezi kujuta hata kidogo. Mwanaume anaanza kujuta pale tu anapogundua kwamba amekupoteza kikweli, pale anapopiga simu na hapati majibu, pale anapotuma meseji na inaishia hewani. Silence is the loudest scream. Ukimnyima attention unamfanya aanze kupambana na nafsi yake anaanza kuhisi upweke na kugundua kwamba ile nafasi uliyokuwa unajaza maishani mwake sasa ni tupu. Mwonyeshe kwamba ume move on kikweli, hata kama ndani unahisi unakufa. Hiyo silence ndiyo itakayomfanya aombe msamaha kurudi. Jambo la nne: boresha thamani yako na kuwa mwanamke bora zaidi. Become a better you. Sio tu kuonekana mzuri kwa nje bali kuwa bora kiakili na kiroho Inaniumiza kuona mahusiano yakivunjika na mwanamke anabaki vile vile au anarudi nyuma. Jifunze kutokana na makosa yaliyotokea. Angalia kwa umakini, je, kulikuwa na blind spots ambazo hukuziona? Je, uliingia kwenye mahusiano na mtu ambaye tangu mwanzo hakuwa na hadhi yako? Jirekebishe tabia zako. Ongeza maarifa, tafuta pesa, kaza upande wa kazi au biashara zako. Wakati unakuwa mwanamke mwenye mafanikio na mwenye msimamo, unakuwa tishio kwake. Atajuta kwa sababu atajiona mdogo mbele yako. Atagundua kuwa wewe ulikuwa mwanamke wa ndoto zake ambaye alimchezea kwa sababu ya utoto wake. Level up, hakikisha mahusiano yako yajayo hayatakuwa na maumivu kama haya, kwa sababu sasa wewe ni mwanamke bora zaidi kuliko jana. Mwisho kabisa, jambo la tano ambalo ni ngumu kuliko yote: pona na umwachie. Heal and let him go. Hapa ndipo penye siri ya ushindi. Huwezi kumfanya mwanaume ajute kama bado umebeba uchungu, hasira na kisasi moyoni mwake. Hiyo negative energy inakufunga wewe, siyo yeye. Inaniumiza kuona mwanamke mrembo kama wewe anazeeka kwa sababu ya mawazo ya mwanamume mmoja aliyeshindwa kukuheshimu. Usipopona utabeba majeraha haya kwenye mahusiano yako yajayo, na utaharibu kila kitu. Pona ili uweze kuona baraka mpya zinazokuja. Ukisha pona utagundua kuwa hata kumwombea msamaha arudi, hukuwa unahitaji yeye, ulikuwa unahitaji tu kujiuliza kwa nini ulimvumilia muda mrefu hivyo. Heal, detox hisia zako, samehe, si kwa ajili yake, bali kwa ajili ya nafsi yako kupata hewa safi. Na hapa ndipo nitakuambia ukweli mchungu. Je, unamtaka kweli mtu ambaye hakuona thamani yako hadi ulipoanza kumnyima attention? Mwanaume wa kweli haihitaji kukuacha ili ajue wewe ni wa thamani. Kama alikuacha, amini kwamba Mungu alikuwa anakuondolea nanga iliyokuwa inakurudisha nyuma. Alikuwa kizuizi cha wewe kufikia hatima yako kubwa. Alikuwa ananyonya nguvu zako na na kukuacha ukiwa mchovu. Shukuru ameshaondoka. Ni baraka iliyojificha kwenye maumivu. Usifanye mambo haya kwa ajili yake pekee, yafanye kwa ajili yako. Kuwa mwanamke ambaye hawezi kusahaulika kwa sababu alijijenga upya kutokana na majivu. Acha ajute akiwa huko huko, mbali na wewe. Endelea kung'aa. Kama video hii imekugusa na unahisi moto ndani yako wa kuanza upya, shea na rafiki yako anayepitia maumivu haya. Usikubali kuumia peke yako. Amka na uchukue mamlaka ya maisha yako. Mimi ni Roy, tukutane kwenye video ijayo, ambapo nitakufundisha jinsi ya kutambua connection ya kweli na siyo chemistry ya muda mfupi. Kaza moyo, wewe ni mshindi.